Fursa za kifedha na za kisheria. Kwenye fursa za kifedha, kampuni inakusaidia kuweza kuwa recognize na taasisi za kifedha kama benki na taasisi nyingine za kifedha. Jambo la pili, unapata nafasi ya kuweza kupata mikopo, unakopesheka. Sio biashara zote zinakopesheka. Biashara zinakopesheka moja, kigezo cha kwanza ni biashara zilizosajiliwa. Kwa hiyo unaposajili kampuni unaingia kwenye category ya biashara zinazokopesheka, unakuwa recognized kupata account za benki na kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya kutengeneza invoice na kufanya storage ya pesa yako kiusalama. Kwenye fursa za kisheria ni kwamba unakuwa protected chini ya sheria za makampuni. Sheria za makampuni ina sifa nyingi, moja wapo zina kitu kinaitwa limited liability protection. limited liability protection ni pale unapokulinda kutokana na wewe against biashara yako inapotokea unawajibishwa wewe, kampuni yako haiwajibishwi. Ikitokea inawajibisha kampuni yako, wewe awajibishwi. Lakini vilevile hakuna usaliti. Kufanya jambo lolote kwenye kampuni, lazima kufanya kitu kinaitwa uh, company resolution. Ni pale ambapo mnakaa chini wote mnamfikiana kufanya jambo. Akifanya mtu bila kuafikiana, kwa kuwazunguka, hiyo jambo ni batili Sio kampuni amefanya mwenyewe, ni rahisi kumchukulia hatua kisheria mahakamani na mahakama ikamuru kumwajibisha. So kisheria inakuwa ni rahisi kumeneji na kulinda biashara yako. Kingine kisheria ni kuprotect jina la biashara yako na brand ya biashara yako. Ni rahisi kufanya promotion na kuzuia mtu mwingine asiweze kutumia chochote kinachohusiana na kampuni yako uh, endapo umesajili kampuni yako ama jina la biashara. Ni ngumu sana kuprotect kitu chako kama hujasajili. Hizo ndo faida za kisheria na kifedha.